Mpendwa mwana KKKT Dosi Mashariki na Pwani, nimekuwa na jambo la kuzungumza kwa ajili ya maono ya kanisa letu, maono ya viongozi wetu juu ya kazi kubwa ya kuanzisha ujenzi wa kutunza watoto ambao wana ulemavu wa akili katika nyanja mbalimbali, na jambo hili ni jambo la kiroho sana linagusa maisha ya kizazi kilichopo, kizazi kitakachokuja na kadhalika. Nimeona niseme mambo machache kwa ajili ya jambo hili la, la, la kuchangia ujenzi wa hicho kituo pale Kitopeni uh, Bagamoyo. Ni kwamba watoto hawa ambao tunajaribu kuwafikiria, tunabeba nafasi kubwa sana ya kiroho kuliko ya kimwili kumfikiria mtoto ambaye ana mahitaji maalum, kumfikiria mtoto ambaye unaweza ukamwezesha kwa njia ya kumsaidia kwa ajili ya kukaa mahali patakapokuwa salama kujifunza kwake, ili arudi aje kuwa nguvu kazi ya taifa, asiyetegemewa afike mahali aweze kujitegemea. Nina wito mkubwa kwa ajili ya jambo hili. Kuna viwango kadhaa vimepangwa katika sharika, kuna viwango kadhaa vimepangwa katikati ya kila eneo, lakini mimi nazungumzia kwa ajili ya waliopanga na waliotathmini. Huwezi ukabeba mzigo usioujua uzito wake, na hata kama viongozi walipanga, wanajaribu kuona labda kwa maono haya wa usharika fulani unaweza ukafanya jambo fulani, na katika usharika pia tunajaribu kuona mtu fulani anaweza kufanya jambo fulani na hili ni jambo la baraka, ni jambo la baraka ambalo ukiliachilia na kulifanya kwa moyo wa kupenda, siku zote Mungu amekuwa akitoa nafasi ya kipekee. Na muda wote nimekuwa nikisoma neno, napenda niongozwe na neno hili: kisha mfalme akawambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu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 una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona u mgeni tukukaribisha au kuuchi tukakuvika? Na lini tena tulipokuona u mgonjwa na kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amina, waambia kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Hiyo ni Injili ya Mathayo sura ile ya ishirini na tano. Nimeanza kusoma kuanzia mstari ule wa thelathini na tatu. Ina maana kwamba tunafanya matendo haya kwa kumfanyia Yesu mwenyewe. Lini mliniona anasema, mlipomfanyia mmoja wapo wa hao walio wadogo. Mimi nina wito kwako, kwa unanisikiliza, kufanya jambo hili la Kitopeni kuwa ni kipaumbele kwenye nafasi yako kwenye maisha yako ufanya jambo hili la kitopeni kuwa ni mbele, mbele kwa ajili pia kuomba kuomba kwa ajili yako, kuomba kwa ajili ya wazazi wenzako ambao wanapita kwenye changamoto ya kuwa na watoto wa namna hii. Watoto hawa ni watoto ambao wanaweza kujitokeza, sio kwa sababu ya uzembe, sio kwa sababu ya kitu chochote, ni kwa sababu wakati mwingine Mungu anaruhusu um, jaribu kama hili litokee kwenye mojawapo ya familia zetu ili Mungu aweze kuonyesha wajibu wako na kuweza kumsaidia mtu wa namna hii. Niukaribishe wana Segerea, na mahali pengine popote mnaposikiliza ujumbe huu, niombe tuwe na nguvu ya kipekee kufanya jambo hili. E basi, jipe moyo, toa sadaka, itekekoa ya baraka, na Mungu akubariki sana, asante.